Hello, habari. Sina shaka kuwa una simu kubwa au una simu ndogo, lakini yaweza kuwa namba yako ya simu inafuatiliwa bila ya wewe kujua. Yaani, unapopiga simu au unapopokea simu, kuna mtu mwingine anasikiliza maongezi yenu na anajua kila mnachopanga na kubaliana. Yaweza kuwa hilo likakushangaza. Hebu nikupe kisa fulani na wewe unaweza ukaelewa kile ninachokisema Rafiki yangu mmoja alikuwa na mchumba wake ambaye alikuwa akifanya kazi katika taasisi fulani. Hata hivyo, miongoni mwa wale wafanyakazi wenzake katika ile taasisi walitaka kujua maisha ya huyu binti akoje. Basi bila huyu binti kujua, walianza kumfuatilia kupitia namba yake ya simu. Kila mawasiliano aliyoyafanya wa na mtu mwingine, wale wenzake waliyafahamu. Basi kilichokuja kumsua huyu binti ni pale ambapo aliona siri zake zinaongelewa na wale wenzake, aliona kila anayoipanga tayari linajulikana na wale wenzake. Kumbe tayari mmoja wao alikuwa ameunganisha simu yake na yule binti. O oh, maskini! Ikabidi sasa huyu binti pamoja na mchumba wake ambaye ni rafiki yangu wafuatilie namna ya kuliondoa hilo tatizo. Kumbuka hii ni AWUU TV, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata maarifa ya kiuchumi, kiroho, kijamii, kiteknolojia, kiafya na kiongozi pia. Sasa, kwa ajili ya usalama wa yule anayekufuatilia, ili isije ikaleta ugomvi baada ya kuwa umemjua, sitataja namna ya kumgundua yule anayekufuatilia, ila nitakuelekeza namna ambayo unaweza kufanya ukaondoa tatizo la kufuatiliwa. Ili kuondoa hilo tatizo, yani ili usifuatiliwe tena, nenda pale unapoandika namba, bonyeza leli leli zero zero mbili leli kisha bonyeza OK, nayo itakuandikia call forwarding elasha was successful. Hapo itakuwa tayari imekamilika. Na ninapohitimisha video hii, natamani kukuombia kitu cha muhimu sana. Simu yako ni kifaa cha pekee sana ambacho unaweza kukitumia kufanya mambo makubwa sana, basi ilinde simu yako, usimpe mtu usiyemjua simu yako kumbuka tu kuwa haichukui hata sekunde ishirini kwa yeye kuwa amekuunganisha na kuanza kukufuatilia baada ya kuwa umempa simu yako. Hivyo, itunze na ilinde simu yako. Nitaendelea kukuletea mambo mbalimbali kuhusu simu na vile unavyoweza kuyatatua kwa kadri Mungu atakavyonijalia neema na kibali chake. Basi kwa maarifa haya ya kiteknolojia na mengineo mengi ya kiuchumi, kiloo, kijamii, kiafya na kiuongozi na kusii sana, endelea kufuatilia chaneli yetu pendwa ya AWUU TV, Amazing Wake Up Universal Television. Usisahau pia kushare, kulike, kusubscribe na kucomment pia. Basi Mungu akubariki na nikutakie wakati mwema na majukumu mema.